Kama akipepa takataka hiyo kwa mwezi karibia afta milioni moja, but huyu mtu analipwa 35 million per month kwa kupepa takataka ambaye hakuna, na hiyo ndio pesa ambaye ina rotate eh, inaenda kwa hawa hawa kupa ambao tunasema hawa, na wale watu ambao wameshindwa ku oversight eh, pesa ya wananchi wa Bungoma ni MCS, some of them are involved, kwa hiyo cartel ya kuiba pesa ya ya county government. Wewe, pungoma hii, unaona takataka iko wapi? iko takataka wapi? hata wewe, hakuna takataka iko wapi? iko wizi kubwa, county hii inaibiwa, allocation ya pesa hizo taasisi, ndio tunauliza kama DCI and corruption iko wizi hapa pungoma hii iko wizi kama yeye anataka ati tuungane na tuheshimiane, lazima pia aheshimu viongozi wengine. Kwa hivyo akisema ati pesa inakuja na kufuliwa, sijui inapelekwa wapi, unajua hiyo ni kukosana heshima kwa redio. Tunataka aseme mambo ya ukweli, hata kama anataka kuwa gavana, lakini tuseme ukweli. Mweshimiwa amekuwa anaspread vitu ya uongo. Uh, kuna mambo ina, inaendelea pale, akisema hata kama soko kama ya kamkuiwa, soko ya kamkuiwa, county government ndio inajenga na tunaweza kuonyesha Kandui stadium inajengwa na county government. High altitude training center inajengwa na county government. Mimi sipendi kuweza kuishibiana na mheshimiwa na mheshimu na sana, lakini kwa yeye kwenda kwenye radio kusema tunaiba pesa, kweli hiyo ni kukosa heshima. Na kama anataka tuheshimiana na si pia tumwheshimu, lazima tuheshimu pia kama viongozi. Is unfair, unajua hiyo ni kuniharibia jina yangu. Nimeona mimi ninaharibiwa jina kwamba mimi na ni mchivu vile vile amesema. Ukweli ni kwamba pesa ya Bungoma imeibiwa Ukweli ni kwamba pesa ya Bungoma imekuliwa, ile sikubaliane nayo. Kwa mheshimiwa Waluke, ni mambo ya kuharibia wa viongozi wengine majina, na yeye ndiyo chama ni wa western caucus. Sasa kama wewe ni chama na western caucus, unataka kutuweka sisi pamoja, na unakuja kuniharibia jina kusema vitu ya uongo, utatuweka pamoja namna gani? cha mimi naye niongee, si ameongea, anataka utujibiane sasa kwa redio sahii. Sidhani hapana, wewe ndio umesema. yeah, mambo ile nime isi. Kwa sisi kama viongozi Papa, tunakuja crossfire, alafu niweze kujibu yale nimesema. Nimesema tu kwa sababu 35 million takataka kani na pepo katika Bungoma hii, na pesa hii na rotate kuenda kwa hata, hata mambo ya taxes hizi collection, tunajua ni nani ana collect, na pesa ya mwananchi mama akilipa pesa ya mboga na nini inaenda wapi na inarudi wapi? Na mimi niko na evidence eh, tutaweka evidence kwa hii meza hii. Si ati mimi naongea tu kama mjinga ama nadanganya. Mtu anadanganya ni mheshimiwa Gavana Lusaka, anasema uongo pesa imetumika na hakuna kazi ambayo inaonekana. Mi nasikia hata Bungoma hapa iko watu hata wamenunua hata mandege eh, kuficha ficha tu, lakini wamenunua mandege na wananchi wanaumia pesa yao ndi, <laughs> inatumika kununua ndege. Bwana unataka eh, kusema nini because itiat naongea hapa peke yake? Nitauliza hapo nitaongea Kwani labda atasukuma mimi nianguke nianguke huko <laughs> mbali? Hapana, nitauliza miradi ya national government, ndiyo yeye usema eh, kwamba yeye ndiye amefanya na sio yeye sema kitu ambaye inatakana niseme uh -huh. na kitu ambaye nyinyi hata hamsemi, msiongee hapa ati kwa vile maybe mnataka akuje aongee hapa <laughs> awapee kitu hapana. I'm speaking the truth. County government gani inachenga uwanja hii? County government gani nana imeweka na stima Bungoma? County government gani imechenga hii lami ndogo ndogo Bungoma? County government gani imeleta maji Bungoma na umoja? Sikusema eti nikiwa chairman ya ya caucus Atinyamaze kama mtu anaiva. Pana lazima niseme, si ati uko kazi kae eh? inaweza kaa kwa, kwani nalipwa mshahara, lakini uzi kama inaendelea, lazima tuseme. kamkuya market inajengwa na pesa ya county government, tuko na proof. Hata unaweza kuuliza assembly. Tandui market inajengwa na pesa ya county government ya Pungoma. High altitude training center ile iko kule e, chemoge inajengwa na pesa ya county government ya Pungoma. Mambo ya masoko iko devolved, tulikubaliana tuko na yomo yu na national government kwamba sisi tutoe shamba alafu national government, kwa sababu iko na pesa, itusaidie. Hizo ni soko ambazo county government imetoa shamba, lakini national government ndio imetoa pesa. Kwa hivyo is unfair. Unajua hata kama upendi mtu mgala muwe kimpea haki yake. Kwa hivyo kwa mheshimiwa kuja kwa radio ambayo inaheshimika kusema sisi tunaiba pesa, sisi tunakula pesa, is completely unfair.